Babana tuko katika mawasimu Alhaji, ukisoma katika surati Lhaji yenyewe na jina hiyo hilo, na asli ya ibada hii ilikuwepo min qablu, tangia na tangia Kaaba ilikuwepo na kulikuwa na mjumbe wa Allah subhanahu wataala akitekeleza wa ibada ya hija kwa mtindo alivyoelekezwa na Allah, lakini muasisi wa ibada hii kwetu sisi ni Nabiullahi Nabii Allah Ibrahim salatu, wasalam, Ali Mwenyezi Mungu alimjalia, alimuoa Bisaa, akakaa naye muda mrefu sana, hakubahatika kupata mtoto. Mwanamke kama mwanamke nalaliu wanaoyote na sisi tunapewa rifa mazingatio, amwambia mumewe, mume wangu, tumekaa muda mrefu hatuna mtoto, sasa waelekea uzeeni, mume wangu, wewe na mimi naelekea uzeeni nani atakurithi baada ya kuondoka kwako? Basi ikiwezekana atafuta mke mke huyu, Mwenyezi Mungu ajaalie kipatikane kizazi kije kukurithi. Mama huyo anamshauri mume eh, ukashauriwa hivyo ukaibeba haraka shehe e, ukatoa suali zangu ukaawaatafut utumie hikma ndani yake, Nabii Ibrahim Nabi Allah Ibrahim akamuoa Bi Hajra Bi Hajra alipomuoa tu Mwenyezi Mungu akajalia yule mama kupata ule uzito sasa baada ya kupata ule uzito hina za kina mama zikaanza bisara ikamchukiza ili nilipomchukiza Nabi Allah Ibrahim akaona hapa hafai kuishi sasa itakuwa ni kutakuwa kuna mtihani hapa baina ya huyu ba. mkubwa na mdogo amuamisha mke mdogo Anamanaye anaenda naye Maka Yathriba, pindigo afika ile sehemu ni kame, ni kame kabisa. Afika sehemu kame mno na baba e, baada ya kukala uja wake, baada ya muda ndo akaifungua alifungua na vyovai Ismaili ndo anatoka nayo anaenda na Yathriba, ile sehemu kame awakaiwatu

Anamwambia toka hapo ulipo njoo, mathala njoo upande wa mashariki, na anayuka. Anamwambia mkewe akiwa na kichanga chake, anamwambia naondoka. Wapi naenda? Nasema pale ambapo Allah subhanahu wa taala amenielekeza niende. Mama anamwambia mumewe, jambo hili ni amri ya Allah? Anamwambia naam, hili ni amri ya Allah. Sumaio, Mwenyezi Mungu atulinde sisi, tuna imani hawezi kutuacha kama alikuamrisha uende uko unakoenda. Leo wake zetu sio kutoka tukimaisha, leo nke subuhi utoke tu, hujamwachia hata mia mbili ya kununua huko, shehe ni vita mban, unatuachaje sasa? Sasa tunakaaje? Ndio mwanamke anamwambia mume, ndo anampa motisha kwenda kutafuta. Hivyo. Ndio hivyo eh? Nakwambiaje, unye, se, tule Wala kwa twa, asabe faida gani? Kupambana, basa, unafika huku viapo vingi unaua wengi wengine washakufuata miaka kumi iliyopita lakini unaua tano tano utume nyumbani, maisha yanaendelea. Ndio maana siku hizi tunazeeka sana, yani kijana wa miaka 20 tayari ana mvi kumbe mvi zile nyingine zimetoka, sio kwa sababu ya umri, kwa sababu ya matatizo aliyoyabeba mwingine. Unaweza ukaona anakaa hapo juu hapo mpaka saa tano usiku. Shee vipi, kwani una nyumbani? Aenda anafikiria yale yanayokutana nayo, kuya ni shida, bora kake huku angena vyumba tu mpaka nakwa salama. Marakimu anaambiwa na mkewe umeambilishwa na anamwambia ndio, ameniamrisha Mungu, anambia basi nenda. Sisi tuna imani maadamu Mungu ametupa amri ya kwenda, hatuweza kutudhuru wala hatutuacha <coughs> Nabiyullah Ibrahim anaondoka, wakati anazibika kutokana na macho ya kuonekana na mkewe Nabiyullah Ismail, kinampata kiu <coughs> inamshika njaa, njaa ya maji ndokiwe, inamshika kiu Nabiyullah Ismail. Baada ya kumshika kiu mama, kwa pale alipo, alimweka mtoto wake katikati ya, ya mlima Safa, katikati ya mlima Marwa, alimweka katikati sehemu kama ya bonde hivi, alimweka mama. Akawa anapanda juu mlima Safa akiangalia mashariki, magharibi, kusini, kaskazini, ima atapata sehemu yenye maji akamchukulie mtoto wake, hakuna Ashuka tena mpaka pale, apanda Marwa, angalia kusini, kaskazini, apate sehemu ya maji aweze kumpa mtoto wake, akosa, eh? Afanya hivyo mara kadhaa. Mwishoni wakati gombi mlima Safa ma au Marwa, anakuta alipomweka mtoto wake kuna kundi la ndege limejaa. Kwa haraka haraka, ikiwa wewe, hata mimi, utahisi kwamba mtoto amekufa na wale ndege sasa wanashambulia kipindiili chake

atama anavimba <coughs> nini bwana? Au hamilu mkadri, mwanzoni mwake mwanadamu amebeba uchafu tumboni mwake, amebeba vitu ambavyo havifai kuonekana. Leo mtu akivomit au akenda haja akitoa, kila mmoja kuona, sio kudusa tu, hata kuona, hata uchafu. Hamilu mkadri, amebeba uchafu. Au awaluhu nukfatun kadira. Hey, asema mwanzoni mwake ni tone chafu. Wewe mwanadamu, nakuifahanisha mwanzoni mwako wewe ni tone chafu, yanyasiri yako wewe ni maji machafu, nutfatun kadhara. Ukimwekea mtu kwenye kiganja cha mkono anafuta tena, anakwambia anatakamana nayo chafu. adauyaku nutfatan mimalii thumma kana likikumawagikia kwenye nguo unataka na ukafure. Ukishafikia hapo, ndo ndo umebeba uchafu tumboni na tu ya kula kula, tunajaza tu mtu shehe, <clears throat> anakula, unamkuta anakula Mwislamu, chonge zile utasema chafu tu, analamba anameza tu. Ndio maana matatizo kibao unaokuwa matumbo na nini, tunabeba tu uchafu kuu nuthatunfarisha. Na mwisho anasema kiwiliwili kinachokuwa hakina roho, sasa linakuwa itufe tu, hata ikiwa hapo ku atakula wanakula watu una kamana enasheke usijifaharishe hivyo i kama Islamu. Sasa Nabiyullahi Ismail akuta amezumbukwa na ndege na mama wake likokule mama, bila shaka akashukuru Mwenyezi Mungu, akajua tayari mtoto wangu nimemkosa, kumbe Mwenyezi Mungu alijalia na mashehe wakati waka ya waka waka hikma ndani yake wanasema alipokuwa analia, kwa kawaida mtoto akilia anasukuma miguu na mikono. Akajalia Mwenyezi Mungu katika ile mikono miguu yake, wakati anasugua akazalisha chemchemo ya maji, ndio kisima cha Zamzam, kipo mpaka leo hu na maji yake tunaambiwa, kila anapotekwa ndio yanasidi na maji yake Mtume kasema ni tiba ya matatizo mbalimbali, hatuoni mahujaji wakija wanakuja na maji <coughs> yote haya asili yake ilikuwa nabiullahi Ibrahim na mkewe Hajara na mtoto wake nabiullahi Ismail. Sasa Mwenyezi Mungu katika sura Al-Hajj amwambie nabiullahi Ibrahim baada ya tukio lile, Ismail pale ikawa makazi na mama yake mpaka karudi baba akawakuta pale Mungu akajalia kupitia ndege, watu waliokuwa miji ya jirani wakaona kule kuna jambo. Ndege hakai sehemu, ndege hakai sehemu wakusanyiki sehemu isipokuwa kuna jambo, ima mzoga au kutakuwa kuna rutba katika sehemu ile. Watu wa miji ya jirani wakasogea, kufika wakuta mama yuko na mtoto wake, anamlisha maji kwenye kisima cha chemchemu, maji safi wakawa wanatumia. Kabila moja linaitwa kabila Tumjuru, Waarabu wa zamani kabisa Waarabu aiaaa Kabila Jurhum do mustariba, wakaja wakaungana na mamal, wakaungana na mtoto wake mpaakaaaaakawa ashirikiana nao katika mambo mbalimbali. Basi ndo ikawa sababu leo unatengenezeka ni wa Yathriba, leo Maka sasa Nabii Allah Ibrahim alipokuwa kule <coughs> Mwenyezi Mungu akamwambia, sasa anataka kukupa jukumu la kuwaita watu, unatakiwa uwaite watu waje washiriki ibada ya hija. Hapa we na mimi tukae tu, hatuna uwezo tucheke, kwa hatuna uwezo gaatuskuaislamoizo Yaani mtu asubiri nyama itoke Madina, itoke Maka aletee yeye kilo moja ya nyama. Yaani shehe, nyama kilo moja huna uwezo wa kununua. Tulikutiana maneno mabaya msikitini. Na na baya linabebwa haraka bwana na nesutursuru na tubadilishe nezirogo. Nabiyullahi Ibrahim anaambiwa na Mungu, waite watu. Wa adhin finnasi bil hajj, waite watu, panda kwenye, anamwambia mlima, waite watu. Ibrahim anaambia, sauti yangu ni ndogo, na nyakati hizi bado utandawazi haijakuwa, hakuna mikrofoni, hakuna spika, hakuna ifa Rabbi nahitaji watu walikuwa pembezoni mwa mwa sehemu hii. Ene aneji ni jangwa. Nahitaji mtu asikie. <coughs> Sikiliza jambo la Allah anakuambia anawaambia wewe, jukumu lako ni kuita kuwafikishia ujumbe ni jukumu letu sisi Allah. Leo watu wanaenda hija mpaka wanaotoka wa Tanzania huko wa vijijini kwa na witownanyumbajanima alingat Mwenyezi Mungu, jaaja na sisi utuite katika mwanja wako mtukufu tuje tulione matukufu yako, tuje tulione alama ya uwepo wako, tuje kulionea alama ya viumbe vyako ulivyoviumba, hii kututengenezea mazingira kila siku. Tujione sisi maskini, sio kweli. Hela tunazo. Wewe unaona mifukoni kwetu, Mwenyezi Mungu. Sote tunaona hela tunazo. Ikiwa kuna waja wako walikaa miaka kumi mtu anadunduliza hela miaka kumi mpaka kaipata pesa ya hija. Sisi tunaweza, lakini tunaona kwamba hili sio jukumu letu. doka tizo. Yaani Muislamu wote anaweza kwenda hija, shida tu unaliona hili ni la kwako. Mbona yakwetu tunafanya mengine, akipumbavu kabisa tunafanya, tunasemana ili turekebishane Ukikuona imekuchoma choma basi jua ndio haki ilivyo. Kuna sakata inaendelea, kila mtu sharia, sijui tatizo kwa mkaba, tatizo wa amani, sasa imepelekwa amani. Kuna watu walishakata tiketi kwa ajili ya kwenda pale, mtu anajiuliza pesa yangu nafanya, ndio imeenda. Shehe, ndio dunia, ndio inamal hayatu dunia laibun wa lahun wazina

na mtume akasema baana wa dunia illa tahta shajaratin zene, tikete, lakini leo, laki mbili, kwa ile tiketi eh, lakini leo, laki mbili ya kuchinja mnyama kwa ajili ya siku ya fungo tatu, fin nasi bil hajji, waite watu kwa ajili ya ibada hii ya hija Watakuja watu hali ya kuwa wakiwa wanatembea kwa miguu, watakuja watu hali ya kuwa wamepandwa vipandwa, watakuja watu hali ya kuwa wengine wanatembea kwa kutroti, watakuja wa ala kulli dhamirin yatina ya min kulli fajjin amiq, watakuja wengine kutokea vijijini huko mbali na huku Maka, watakuja waite Nabiullah Ibrahim anaita leo, lewito unatufikia mpaka sisi. Mwenyezi Mungu anatuita usioni kwa hali uanao nashinodahii nahiya awezauaena weka nia kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insha Allah. lengo Mwenyezi Mungu anasemaje? <coughs> Kwa nini tukahiji? kwani si tunaswali? kwani si tunatoa sadaka? Kwa nini tunatoa zaka ya kukua ni ndogo hilo? Kwa nini tunafunga Ramadhani? Kwa nini tutahiji na uwezo wa kwenda? Mungu anatujalia uwezo wa kwenda kuhiji, kuna manufaa mengi na makubwa, mengi na makubwa. Katika hii kuna manufaa mengi na makubwa ya wa wa wa rabbakum wa antum sia

Leo dini tumeiona kwamba ina wenyewe, ndio maana kila muislamu kimuuliza yajua iyo, mashia wanasemaje? ya shida, ndipo hapo, yaani dini imeonekana kwamba ina wenyewe. Lakini ndugu zangu, kuna baadhi ya mambo lazima sote tuyafahamu, iwi ni sehemu ya jukumu letu katika dini. Kwa maana sikueli, tulisema nini, umeifanyia dini yako ili ikiwa hata leo Allah subhanahu wa taala amechukua amana, na mabwana, tunakufa mabwana, tunakufa na tunakufa sasa hivi. Juzi nimekaana ndugu yangu ananambia, shekhe, imefikia hatua sasa hivi wana, tusidanganye kwamba mtu ili afya sana, ma mabwana, hizo habari hazipo sasa hivi, na ni kweli kabisa, kam min sahihin mata min ghairi illa wakambilisakini ashahina ah. Binadar asema msemaji wangau wasima bwana wamekufa basi, na tatizo lolote waliokuwa kigua. Shemei yangu mimi, yule alikuwa anatoka kibaruani kwake, amezaliwa na, na mke wangu baba mmoja, atoka kibaruani kwake na wenzake anapanda kwenye daladala, msimuliaji mmoja aliyofanya kazi wenzio, aliyopanda wote, anasema tumefanya kazi kutoka subuhi mpaka tunabadilisha nguo tunaondoka, hakuishitakia chochote. <coughs> tupo kwenye kituo sasa, imesimama ile daladala, mimi nimepanda, yeye anapanda, anaanguka pale pale, anaanguka kwenye ngazi. Basi kumbe pale pale malaika ndo amekuja kuchukua ile amana, wanamtoa pale Unajua, kawaida ya mfadhaiko wa kibinadamu, wakamtoa akampeleka kituo cha polisi, pale fika pale polisi tu akaandika PF3 kuona kama ni tukio limetokea kwenye gari, wakamtoa pale waka pale pale kuna hospitali, ni daktari athibitishe. Daktari anasema huyu mtu hayupo. Mi napigiwa simu, nafika pale nakuta tayari wameshamtia kwenye mkeka, basi nambeba yangu <coughs> tunaenda naye mpaka amana yule bwana anauliza, kwa hiyo mnafuatilia kesi? Tunasema kesi ya nini shehe? Huyo alishamaliza ya kwako, ndo maana Mwenyezi Mungu akachukua. Hakuna ana tustarajie kifo mpaka ue sana, yani fikiria hiyo ugnatustaraji ambfa san kamnimfata amsawa abhaafi

yule hapa yeye mseuleaa kwa sababu mwaka pili tenaaua tena tena mpaka mpaka yote ya waongozaji wanasema mpaka tumechokaakufaakua. Sasa kuna manufaa katika ibada ya hija, ya manufaa makubwa. Mungu anasema liyashhadu manafia lahu, leo watushuhudie manufaa kwao. Leo kule kuna baadhi ya watu wanaenda kule mtu anatekeleza ile ibada ya hija kisha anajikuta yakini aliyoipata, namwambia mimi narudi Tanzania kwenda kufanya nini? <coughs> mi nitaenda kurudi tena kwenye dhambi mii nitaenda kurudi tena kwenye kukuasi Rabbi, mi nataka nibaki huku huku, ikiwezekana basi roho yangu ichukue, akaenda kuomba <coughs> hapo ulipofiraka viraka, msemaji na msikilizaji, viraka vitupu

Unaomba unachotaka ukinakuwa hapo hapo, shehe. Ndio tuambie, tukasimame pale tuombe kufa sasa kuna watu walienda kutekeleza ibada ya hija kikweli kweli, wakamwambia Mungu, sisi tutarudi kule kufanya nini? Lakini kuna mtu kenda kutekeleza ibada kule ya hija akarudi hapa, alafu hakuna mabadiliko yeyote ya kimaadili, hakuna mabadiliko yoyote ya kitalia. Wewe hija haikukusaidia Muislamu. Liyshhadu manafia lahu, lengo la kwenda kule tukashuhudia manfaa ya Mwenyezi Mungu aliyoyaumba kwetu sisi unaomba chochote katika makafu makafua kinakuwa so. Hata ukiomba utajiri unakuwa. Mungu anasema wadhkuru sma llah fi ayamin malumati, na wamtaje Mwenyezi Mungu katika masiku maalum kule. Ndio maana kuna sehemu ya kuchinja, watu wanachinja kisbaia zile na takbira kule zina maana kubwa katika maisha yetu hasa ile ibada ya kuchinja ina maana kubwa. Mungu mwenyewe anasibitisha, anasema lan yanala Llahu luhuma wala dimaaha walakin yanaluhu taqwa minkum. Katika ile ibada ya kuchinja anawambia mahujaji, Mungu hataki yama inayotokana na hivyo mnavyovichinja, wala hataki damu inayotokana na hivyo mnavyovichinja, yanaluhu taqwa minkum anataka ole nani anafanya mambo kwa ajili ya Mungu wake. Anataka takwa kutoka kwetu. Leo Muislamu anaona kuna haja kabisa. Ni Muislamu kichinda cha shilingi laki mbili kinamshinda, lakini abaya la mke wake la laki nusu ananunua na kasara za sana mzungu wa nne mpaka amenunua, lakini kujipinda kwa ajili ya ibada ya Allah atulaga eh. Mabwana, kuna manufaa makubwa katika ibada ya hija makubwa mno, hata tukiyasema hayaishi. <coughs> Lakini mwisho kuna fundisho la kitabia. Yani, kule kuna, kuna, kuna manufaa kwetu, lakini kuna mafunzo ya kitabia. Ndiyo maana aliyokwenda kutekeleza yale ibada y imanan wahtisaba, akiwa na imani kabisa na akidhania na kwamba mimi nitahesabiwa kwa Allah. Bwana akirudi, anabadilika automatically mtu anakuwa mpole, anakuwa na huruma, anakuwa mnyenyekevu. <coughs> kuna vazi linaenda kuvaliwa kule, tajiri, miskini, kiongozi, mfalme anavaa hivyo, lazima uvaa hivyo, hata kama una mavazi ya milioni kumi na bwaa